Unaelewa nini unaposikia kuwa mabinti ni nguvu ya dunia? Dunia inabadilika. Leo mabinti kutoka kila kona ya dunia wanasimama imara. Katika vyombo vya habari tunaona mabinti wanang'aa, wanakuwa viongozi wa hadithi zao, wanatuonyesha kuwa sauti ya msichana ina nguvu kubwa. Elimu imekuwa funguo. Kila msichana anapopata elimu, anafungua milango ya ndoto na mafanikio. Dunia nzima inahitaji mabinti wenye elimu. Je, yeah, unafahamu juu ya elimu kwa mabinti? Elimu ni haki, si zawadi kila binti anayepata elimu anakuwa taa ya jamii yake. Elimu umfungulia msichana kila mlango wa ndoto na mafanikio. Dunia inayothamini elimu kwa mabinti ni dunia inayowekeza katika maendeleo ya kweli. Tuwape mabinti wetu kalamu na tuone wanavyoandika historia mpya. Sina hakika kama unatambua juu ya mabinti na teknolojia. Teknolojia ni nguvu mpya ya dunia leo. Mabinti wanatengeneza program, wanatengeneza mitambo na wanaunda dunia ya kesho. Ulimwengu wa teknolojia hauwezi kukua bila mabinti wenye akili, ubunifu na ndoto. Mabinti si watazamaji, wao ni waanzilishi wa mapinduzi ya kidigitali. Umewahi sikia fununu za mabinti katika uongozi wa dunia? Dunia inahitaji viongozi wapya, viongozi wanaosikiliza, wanaoheshimu na wanaoleta matumaini. Mabinti leo wanachukua nafasi zao katika siasa, biashara, elimu na harakati za kijamii. Kiongozi wa kweli si yule anayetawala, bali anayehudumia kwa moyo. Mabinti wana ndoto kubwa, na sasa dunia inawapa nafasi ya kuzitimiza. hakuna guzwa rangi ila unatambua nini juu ya mabinti weusi? Ngozi nyeusi ni nzuri, ina nguvu na ufahari. Mabinti weusi wamesimama kidete mbele ya historia, na leo wamevunja vizingiti vyote. Wanaandika mashairi, wanaanzisha biashara, wanaongoza harakati. Dunia inahitaji kuona na kusikia sauti za mabinti weusi, kwa heshima, kwa mapenzi, kwa usawa. Mabinti ni mbegu za matumaini duniani. Mabinti ni viongozi wabunifu, wapigania haki na wahifadhi wa amani. Dunia inakuwa bora zaidi tunapowapa binti nafasi elimu na sauti. Kwa mabinti wenye nguvu, dunia ina mustakabali wa matumaini, usawa na amani. Mabinti si wa kesho pekee, ni wa leo pia. Nguvu ya dunia iko mikononi mwao.